Okay, nikukaribishe sana sana sana Rabaone. Ah, leo bwana, tuna swali la mdau alitaka kujua sabuni ya mche, yaani mche wa sabuni unahitajika kuwa na kipimo cha namna gani, yaani ile standard kabisa ya kimataifa ni ipi? Karibu sana Rabaone. Kama ni wako wa kwanza kufika hapo, basi unaweza kusubscribe, pia unaweza kusambaza video hizi kwa ndugu jamaa na marafiki ili tuweko hapa Rabaone Wewe kama ni mjasiriamali wa uzalishaji wa sabuni za mche, au kama ni mdau tu wa sabuni za mche, labda ni mnunuzi, huo unanunua, ukiingia mtaani utakuta kuna sabuni za aina tofauti tofauti sana, nyingi mno. Uh, unakuta nyingine ni ndefu, unakuta nyingine ni fupi, unakuta nyingine ni pana eh, unakuta zingine ni nene. Kwa hiyo zinakuwa zipo za aina nyingi za sabuni mtaani, lakini mimi nataka nikupe vipimo vya sabuni yani standardi ya sabuni ambayo hata kimataifa inajulikana. Ni kwamba sabuni inatakiwa iwe na urefu wa inchi 15 na nusu, upana wa inchi mbili na kimo kimo cha 1.2. Sawa? Hicho ndo kipimo cha kimataifa, yani standard ya kimataifa iko hivyo: urefu 15 na nusu, upana nchi mbili na kimo 1.2. Mfano, tuongelee sabuni hii hapa, Superwash. Kwa hiyo ukiingia mtaani ukiuliza Superwash utapewa hii. hii kwa urefu unaouona huu ndo urefu ambao ni wa standard, sawa. Hiki ndo kipimo maalum, yani standard ya kimataifa ndo hii hapa, lakini sasa wafanyabiashara ni wengi na unavyojua uzalishaji wa sabuni sasa hivi watu ni wengi sana wanaozalisha sabuni. Kwa kila mtu anakuwa na kipimo chake maalum. kwa nini anataka kutengeneza soko lake binafsi. Sasa kama unahitaji kutengeneza soko lako binafsi, lazima uje na mikakati. Kwa hiyo wengine wanaona mkakati mkubwa ni kutengeneza lisabuni likubwa, aweke sabuni refu, aweke sabuni pana Eh, anu, ukiingia ukiona lisabuni ni sabuni kweli, sawa, ni vizuri, na unaweza ukateka soko, lakini pia utapata changamoto kwenye maeneo fulani. Aa, mfano maeneo mojawapo ambao unaweza ukapata labda shida ni kwenye malighafi, unajikuta unatumia gharama kubwa, lakini mzigo unaozalisha ni mdogo, unazalisha mzigo mdogo lakini gharama umetumia kubwa, hiyo ni changamoto moja wapo. Changamoto nyingine ni kwamba kwenye standard za package, tukimaanisha yani, tukiingia kwenye mambo ya, ya ya packaging standard, ya packaging standard, kuna kuwa na standard maalum za za za za, karat, za, za, za, za, za packaging Aa, kwa hiyo unaweza unakuta una, una sisi ambao tunatumia hii standard ya kimataifa tunaweza tukapata maligati yani, tunaweza tukapata hizi mifuko hizi kwa bei nzuri na rahisi kuzipata tofauti na wewe ambaye una mche mkubwa. Sawa, sio kwamba hutapata kifungashio hapana, kifungashio utapata, lakini shida inakuja wapi? Shida inakuja kwenye bei ya kufanyiziwa hicho kifungashio, kwa utakuta kifungashio chako wewe kina bei kubwa kuliko sisi tunaotumia hizi vipimo hizi standard za vipimo ambavyo ni vya kimataifa, kwa sababu kipimo kama hichi ama mfuko sabuni ile ya jamaa inafungwa na mfuko huu, sabuni ile ya, ya, ya white wash inafungwa na, na, na, na mfuko huu. Japokuwa white wash na yeye pia ana vipimo vyake, alijitengenezea soko lake binafsi, nikiwa na maana kwamba aliweka wembamba, aliweka wembamba wa mche alafu akaongeza urefu kidogo, lakini bado hajaenda mbali, kwa sababu kuna mtu unakuta sabuni ina hadi inchi ishirini, sabuni ndefu He, alafu ni pana nakuta ina hadi inchi 20 sabuni. Sio mbaya, lakini katika changamoto ambazo nimeziongelea, moja wapo nimeongelea kwenye maligafi uh, nyingine nikaongelea kwenye vifungashio. Kwa sababu kwenye vifungashio uh, mfano sisi tunauziwa labda kilo moja ya kifungashio, labda tunauziwa shilingi elfu moja na mia tatu na hamsini sawa, kwenye kilo moja. Lakini sasa wewe ukienda na vipimo vile vikubwa huwezi kuziwa kwenye hiyo kilo moja ukapata kwa, kwa shilingi elfu kumi na tatu Utapata kwa juu ya hapo kidogo, aidha kwenye elfu kumi na tano elfu kumi na tano na mia tano Lakini hivyo hivyo pia kifungashio chako wewe kitaenda hizi karatasi hizi hizici pieces, pieces, zitakuwa ni chache ukilinganisha na sisi wenye nini fupi, kwa sababu uangalie, mimi nina inchi ngapi? Na inchi 15.5 wewe una nchi ishirini au zaidi ya ishirini kwao kuna nchi kadhaa hapo zimepita tayari. Sasa ile ule mpishano wa zile nchi kadhaa ni karatasi nyingi ambazo utakazo kuona zipoteza sawa eh, lakini sasa kwa vile ni biashara, huwezi kumwambia mtu kwamba unatakiwa uzalishe sabuni yenye vipimo hivi hapa, hapana. Tumeongelea standard ya sabuni za kimataifa au vipimo ambavyo vinastahili kimataifa nimekuambia ni kumi na tano na nusu mbili kwa mbili kwa, kwa moja pointi mbili, sawa. Lakini pia nategemeana ni aina gani ya sabuni hii. Tunaongelea ni sabuni hizi ambazo e, zinatengenezwa kwa mfumo wa moto, ambao ambazo zinatengenezwa na mashine. Sabuni ambazo zinatengenezwa za mashine, asilimia kubwa zinakuwa na vipimo hivi ambavyo nimekutajia, lakini japo wapo ambao wanazalisha zaidi ya hapo. Wanafanya zaidi ya hapo sawa. Aha. Lakini sabuni za mfumo wa maji wa baridi nyingi zinakuwa na vipimo vidogo vidogo sana, tukiwa na maana kwamba tukiwa na mfano labda sabuni zile za Kigoma. Sabuni za Kigoma unakuta zinakuwa na urefu kuanzia inch 12 hadi inch 13 na nusu. Wengi wanaishia hapo kwenye sabuni za Kigoma, wengi hawaendi, akizidi sana ni inch 14. Aa, lakini sasa hivi kwa vile kila mtu anataka kuvutia soko, mwingine anaweza akavuka hapo, sio baya a-ha, unaruhusiwa kufanya, unaruhusiwa kufanya ambacho unataka kukifanya wewe, inategemeana na soko lako litakuwa itakuona vipi? Ukiingia na sabuni ya nchi ishirini pia uwezi kuiuza bei ya kawaida, labda kwamba uze mche shilingi 2500 uze shilingi 3000 ama 3500 ama 4000, hapana. Sana wewe utaenda kwenye 5000 na kwenda mbele, kwa sababu ya kufanya nini? Kwa sababu ya kufidie gharama ulizozitumia. Ah, sasa unakuta mwingine yeye ameshazoea mche labda shilingi 3000 au 3500, wewe uje umuzie kwa shilingi 5000 ama 6000 ama elfu sita mia tano anaweza akachukua, kulingana kwamba mcha aliyeukona ni mkubwa sawa. Lakini pia kuna wengine ambao wanapiga bajeti zao, unakuta kwamba hawafiki huko kwenye hiyo elfu sita ama elfu tano kwao lazima tu atachukua huo. Wapo ambao ni wa bei ya kawaida sawasawa sabuni zetu zinapatikana na mawakala baadhi ya mikoa. Kwa hiyo ukihitaji sabuni zetu, basi unaweza kuwasiliana nasi, namba zinapita hapo chini, ili ku kuulizia kama mkoa wako kuna wakala wetu, na wewe pia upate sabuni zetu hizi. Tuna tunazo sabuni za kuogea na tunazo sabuni za kufulia za mche, ambazo ndio hizi hapo. Lakini kwa bahati nzuri sana sabuni yetu ya kufulia pia unaweza kuogea, japokuwa sio maalum kwa kwa sababu ya kuogea, ni maalum kwa sababu ya kufulia lakini unaweza kuogea, iko vizuri tu bila shida yoyote. Sasa so, ukitaka kuogea, tuna sabuni zetu pia za kuogea. Karibu sana Rabaone.